Nataka nichukue fursa hii ni wasalimu. Hamjambo, habari za leo? Ya kuna video nilizungumuza kwamba nitaanza kufundisha mambo ya eh, sadaka za damu. Niliwaambia kwamba nitakuja kuwazungumuzia. Sasa leo, kuna sehemu ya nataka niweke hapa, ambao wengi hawajajua. A, katika siku za zamani hakuna mtu ambaye angeenda mbele za Mungu akatengeneza madhabao bila kutoa dhabihu, na dhabihu hiyo ilikuwa sadaka za damu. So zilikuwa sadaka za kuteketeza. So ilikuwa kumuita Mungu, ni lazima uwe na sadaka kwa mkono wako, na hiyo sadaka ilikuwa ya kuteketeza. Sasa hilo lilikuwa linafanya utoe sadaka za wanyama ili kuteketeza. Hata wengine walikuwa wanatoa sadaka za watu, angalia watu kama kina Jefta walitoa watoto wao mabinti zao ambao walikuwa ni ye, mabikira. So mtu kama Ibrahimu aliitwa na akaambiwa atoe mwanaye wa pekee ili awe sadaka ya kutekeleza, lakini uh, kwa jumla ili uweze kuongea na Mungu ulikuwa lazima uwe na sadaka dhabihu katika mikono yako. Sasa eria hiyo sasa hivi vile tuko hivi Ukitaka kuongea na Mungu si lazima uwe na hiyo dhabihu, kwa sababu hiyo dhabihu ya kuteketeza ya kukufanya uweze kuongea na Mungu iliweza kutolewa, na ndiyo Yesu Kristo alikamilisha kazi hiyo pale msalabani. Unanielewa, wanangu? Sawa. Jambo la pili, kuhusu dhambi mwanadamu, sadaka za wanyama zilizotolewa hazingeweza kufuta dhambi ya mwanadamu Sadaka zilizotolewa nyuma hapo za wanyama katika madhabahu azingeweza kuondoa dhambi ya mwanadamu, so mwanadamu alihitaji dhambi e, yake iondolewe mbele za Mungu. Lakini hiyo dhambi ndiyo iweze kuondolewa, ilikuwa inahitaji e, mnyama ambaye hana hatia, na wanyama wote walikuwa wamekusha pungukiwa kwa sababu mwanadamu alikuwa ameshaanguka. Unajua kama wewe ni mzee na una kondoo una mbuzi una ng'ombe una ndama una nini, ukikosea Mungu, hata zile watu, wanyama wako wote wamepungukiwa. So hakukuwa na damu yoyote ya mnyama ambayo inaweza kupeanwa kama sadaka mbele za Mungu, alafu iondoe dhambi ya mwanadamu. Basi Mungu akamtoa mwanao wa pekee, ili kwamba kila mtu amwaminie ahesabiwe haki katika imani inayopatikana ndani ya Kristo. Damu ya Yesu Kristo pale Kalivari ikaosha dhambi ya mwanadamu kwa dhambi ambazo zimepita, zile ziliyopo na zile zinakuja. Kazi aliyoifanya Kalivari pale Yesu msalabani, ilikuwa kumwaga ile damu, ilikuwa ni damu ambayo inanena mema zaidi hata ya Abel mpaka leo. Maandiko yanasema hiyo damu inanena mpaka leo, inanena mema yaani, umesafishwa dhambi zako, wewe ambao umemwamini umehesabiwa haki mbele za Mungu, sasa hauna hatia. Hiyo ni area ingine ambayo hauhitaji damu za wanyama ama damu zozote inaweza kutolewa kwa ajili ya msamaha wa dhambi, na kwa ajili ya kukamilisha ibada, kuabudu mbele za Mungu, kumwita Mungu katika ibada na kuondoa dhambi za mwanadamu. Hakuna damu yoyote inaweza kutolewa leo sipokuwa damu ya Yesu iliyotolewa Kalivari inasimama hayo, na imemaliza hayo. Sasa ninakuja sehemu ya tatu, ambayo nataka uelewe kwamba inahitaji, unaweza ukatoa damu za wanyama au ukatoa pesa kwa njia ya sacrifice hiyo, na ikakubalika. Eria ambayo labda babu yako au mumejichafua, mkaenda kwa madhabahu ya madui, mkajichafua, mkatengeneza madhabahu ya madui mkajichafua madui wakainua madhabahu kinyume na nyinyi na madhabahu haya yakawekwa tambiko, na hizi tambiko zikawa ni za kukupiga wewe, ili usije ukainuka, uwe na laana, ukalaniwa, uma katumiwa udhaifu wote, ukatumiwa magonjwa, ukatumiwa kutosimama kwa ndoa, ukatumiwa kutoendelea kibiashara, ukatumiwa usipate pesa, ukatumiwa watoto wako wawe useless, wasifanikiwe maishani ukatumiwa kama ni mchungaji duma isisimame, ukatumiwa usikubalike na watu, ukatumiwa mambo ambayo yanasumbua ndani. Umesamehewa dhambi na unamwita Mungu, kwa sababu amani na Mungu iko, lakini umetengenezewa madhabahu ya maadui, wanakupiga vita. Unawezi ukajinasua kwa kutoa dhabihu ya damu, lakini sasa Mungu sasa hawezi kubali dhabihu ya damu ya wanadamu inabidi utoe mnyama, tabia ya sacrifice za mnyama, sacrifice za nini, ndio unaweza kumtolea Mungu na ukapigana na madabahu yaliyosimamishwa kinyume na wewe. Hii ndiyo njia ambayo inahitaji mtumishi wa Mungu aliye na maarifa, aliye na ufahamu eneo hilo akuguide, kwa sababu wengi hawajui kwamba inawezekana. Wengi wanakuambia damu ya Yesu inatosha, ni kweli inatosha lakini si kwa eneo hilo. Mahali ambapo umejiuza, inabidi ujiondoe mwenyewe, manake kazi iliisha ya kukuweka huru. Lakini ikiwa mmetembea kwa madhabahu za maadui, ikiwa mumenaswa kwa madhabahu za ma mashetani na wakatolea dhabihu, wacha nikupe mfano. Wana wa agano, watoto wa Isaka wa Yakobo pamoja na Yakobo baba yao, wanatoka wanapita mahali lakini kuna mtu anawaona wana hawa wa Mungu au watu wa Mungu kwamba ni kikwazo kwake, akaona hao watu wa Mungu wanatishia, akaona hao watu wa Mungu wana nguvu. Katika Hesabu ishirini na tatu kuanzia moja mpaka mbili hapo ukisoma utaelewa hilo jambo. Balak akamwita Balamu, nabii wa Bilior, akamwambia nataka unida, unilaanie hao watu, hao watu wa Mungu unilaanie, hawa watu wasiwe na uwezo unilaniae hao watu wasiwe na, na nguvu ya kupigana mimi maana waona watakuja kuchukua na kutake over sehemu hii. Sasa alipomweleza nabii ule ule, nabii wa uovu, uh, Balaam akamwambia, itakubidi unijengee madhabahu, itakubidi unijengee madhabahu saba hapa, na kwa kila madhabahu usacrifice dhabihu za damu ili nitumie hizo madhabahu kufanya kile umetaka kubring down kuwafanya hao watu wasifanikiwe, kufanya hao watu hao wadhaifu ili uweze kuwashinda. Inabidi, inabidi uninulia madhabahu. Inabidi uninulia madhabahu. Samsoni aliletwa chini na madhabahu ya adui. Wakati anakimbia hapa na pale, maandiko anasema maadui zako Wafilisti walienda kwa miungu yao wakiomba wakisema, tupatie mtu huyu. Najuaje jambo hilo? Wakati ambapo walimaliza kumpata, maandiko yanasema walichukua dhabihu zao wakaenda kushukuru miungu yao kwa kuweka Samsoni mikononi mwao. Ina maana walikuwa wanamdai. Haya mambo yanatendeka kiroho. Sauli alira, al, al, al, alipata kuwa wazimu irani mad Sauli alirani mad kwa sababu kuna mtu alimanipuleti katika ulimwengu wa roho. Ilikuwa ni rohoni, ilikuwa ni mambo ya roho. Goliati anapigana Daudi, lakini Goliati kabla hajakamatana na Daudi, maandiko inasema akamlani Daudi kwa miungu yake. Unaona, kuna madhabau ambayo lazima inaweza inasimama kinyume na vita na watumishi wa Mungu, inasimama kinyume na wateule na haya madhabahu yametayarishwa yamewekwa sadaka juu yake, sana sana wapendwa, eneo la kufanikiwa kifedha na eneo la kuinuka kibiashara, ndio hiyo hiyo eneo afya nzuri, ule chakula cha nguvu ya mikono yako, sadaka za damu zinaweza kusaidia sana, lakini si za wanadamu, za wanyama, unaweza mtolea Mungu na mimi nasema hivi, watu wengine wanabishana, lakini madhabahu yao na ni wahubiri, na katika madhabahu yao washirika wengine wanakuja na wanyama wakivuta, wanakuja na kondoo wakivuta, wanakuja na mbuzi wakivuta, ila kwamba elimu hii, jinsi ya kufundisha au wanaotoa wanyama kama dhabihu, ili waweze kuelewa, ili hii toleo lao liweze kukamilika, liwasaidie, watu wengi hawajui, na wale wanajua Hawaelewi jinsi wanaweza kuifundisha. Kwa hiyo jambo lilibaki ya kwamba kama ni mambo ya damu, Yesu damu yake inatosha. Ni kweli inatosha, lakini nataka nikuambia tena, damu unayosikia the blood of Jesus ni, is a person, ni mtu. Damu ya Yesu ni mtu, ndio unasikia maandiko yanasema inanena, kwa sababu ni mtu ananena damu ya Yesu inanena mema, ni mtu ananena. Damu ya Yesu ni mtu, so mpaka uelewe ilifanya vitu gani, na ni vitu gani ambavyo vikiwa vimesimama na wewe, unaruhusiwa kuvitolea hata dhabihu za wanyama, ili uweze kupiga navyo. Hautoi hii damu sadaka ya damu za wanyama ati usamehewe dhambi. Hapana, hautoi ndio upate kibali kuongea na Mungu ama kuabudu Mungu. Hapana, unaitoa kama kafara ya vita, ya kuangusha madhabahu za adui, kuangusha madhabahu za wanyama wali, wa, wa, wale maadui zako waliosimama, kama hizi ambazo zimesimamishwa wakati ambapo Balaki anaita Balamu. Unahitaji sadaka za wadamu kusimamisha biashara, unahitaji sadaka za damu kusimamisha Uh, kampuni yako unahitaji uwezo huu. Ni Mungu akupatie mtumishi aliye na maarifa. Yeremia 3:15, Mungu akupatie mtu wa Mungu aliye kama huyo, nami nitawapatieni wachungaji wanipendezao moyo, wanaowafundisha sheria zangu na maarifa yote. Basi Mungu akujalie mtu aina hiyo, atakuelekeza kwa jambo hili, mpaka ndugu yangu utasimamisha biashara, utasimamisha, roho ya kukwama itaondoka na utapata nafasi ya kujikwamua na mambo ambayo yalikuwa amekusumbua miaka mingi. Hayo mambo utaanza kuyafanya moja kwa moja ukiendelea, na utaona vile watu wa Mungu wamekupumbaza na kukuambia kwamba hii sadaka ifai, utaona vile itakufungua, utaona vile Mungu ataingilia kati masuala yako. Mungu akubariki wa kwa wale ambao mnaamini na mnaweza kufuata. Basi ikiwa unataka kuniongelesha lolote, endelea kuongea katika WhatsApp yetu sifuri saba tisa sifuri tisa saba sifuri nne tano nne, WhatsApp. Ongea pale, wengi mnapiga simu, lakini kupiga huwezi nipata rahisi. Anza na kuongea, alafu ukipata nafasi tukipigiana, basi nitakuwa tayari nikijua mtu anataka kunipigia. Lakini kwa sasa ukichukua tu sikia hapa, alafu chukue namba uanze kupiga, unaweza nipata ama unikose kuna mtu mwingine anasema, daktari, tunakuhitaji na haupatikani kwa simu tutafanya namna gani? Mnanihitaji, fanya vile ninawaambia, wanangu, mtanipata. Chukua namba ya WhatsApp hiyo nimewasomea hapo. Kama uko nje ya Kenya, ongeza ile kodi ya Kenya ya mbili hamsini na nne, alafu andike saba uh, tisa sifuri saba tisa sifuri eh? waandike hivyo Utaona Mungu atakusaidia. Hiyo namba nitajaribu kuiweka hapa kwa hii hapa hivi, ili kwamba muweze kufuata, muweze kusaidika. Nitajaribu kuiweka hapa, wale mnataka kunitafuta mtaipata hapa. Wanangu, nitakuja kuweka semina, lakini si ya kubishana. Wapendwa, kuna kitu tu nataka, Mungu amenifunulia kitu, lakini vile nitaeleza watu inahitaji muda inahitaji muda hata maandiko, inahitaji muda ndio niweze kuwaonyesha maandiko kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hata sisi ambao tuko chini ya, ya neema, tuko kanisa saa hii, nitawaonyesha vile hiyo sadaka ya damu inapata nafasi hapo, inaweza kufanya kazi. Nahitaji vitu kama muda wa kuzungumza. dakika kumi na tatu haitoshi. Mungu awasaidie, wa karibu. Bwana wabariki, asante kwa kujiunga nami. Mungu awatetee na wape nafasi na wafungulie akili mwelewe na haya maandiko. Amen.